Chuo kikuu cha Iringa anawataka wanafunzi kulipa ada kwa wakati ili kuepuka usumbufu. Mapigano yazuka upya mashariki mwa DRC Congo. Na katika michezo na burudani, timu ya ITFC chuo kikuu cha Iringa yatamba kutoa ubingwa mashindano ya vitivo yanayotarajiwa kuanza Jumapili. Mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Iringa Profesa Edward Osea amewataka wanafunzi kulipa ada kwa wakati ili kuweza kuendelea na masomo ya muhula wa pili kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano. Fred Masanja anaundani taarifa hii Akizungumza na wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa katika kikao kilichofanyika leo tarehe kumi na tano mwezi wa nne 2025 iia choni hapo, makamu mkuu wa chuo kikuu cha Iringa Profesa Edward Osea amewataka wanafunzi kulipa ada mara moja ili waweze kuendelea na masomo. Tuition fee au malipo ya mwanafunzi anapokuja katika chuo kikuu cha Iringa, yale malipo mnayoyafanya yani tuition fee ndio uhai wa chuo kikuu cha Iringa. Hatuna source yote ya income zaidi in ya your tuition fee. Our relationship is built on you paying the, the, tuition fee and us providing the service. No tuition fee, no service. Pande wake Abubakari Bakari Rashidi, mwanafunzi wa shahada ya utalii, amemwomba makamu mkuu wa chuo awasaidie wanafunzi kurejesha fedha iliyotumika kusajili bima ya afya kwa wanafunzi na fedha hiyo ijumuishwe kwenye ada. Naanza na pendekezo kuhusu wamesema kwamba wataongea na busa kuhusu ambao sisi tulolipa nanio tulolipia bima. Mimi ningeomba hiyo bima yangu inailipia mimi kwa sababu sina pesa nyingine, muingize kwenye akaunti. <laughs> Mwanafunzi Given Tweve anayesoma shahada ya uandishi wa habari mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Iringa amemwomba makamu mkuu wa chuo kuwasaidia wanafunzi kurejesha fedha zilizotumika katika usajili wa kadi za vitambulisho vya chuo. Tatizo kubwa ambayo limeweza kujitokeza mara baada ya kuweza kujiandikisha kwenye hiyo benki na kuweza kupata hivyo vitambulisho, walituambia kwamba tutatoa kwa elfu kumi na tano ndani ya elfu kumi na tano, elfu tano itatumika kama kadi huku elfu kumi itakuwa kama balance au kianzio ambacho kitakaa ndani ya account. Lakini kwa masikitiko makubwa sana na kisikitika kuona kwamba ile elfu kumi ile elfu kumi ambayo inatakiwa ukae ndani ya kadi, wengine wametoa, wengine tumecia kutoa. Mpenzi mtazamaji wa UoI Digital, umepata kumsikia makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Iringa akizungumza maswala mbalimbali yanayohusiana na chuo kikuu cha Iringa, lakini pia umepata kusikia maoni ya wanafunzi mbalimbali wakizungumza kero zao mbele ya makamu kuu wa chuo kikuu cha Iringa. Nikiripoti kutoka hapa jengo la Blomquist, chuo kikuu cha Iringa, mimi ni Fred Masanja wa UoI Digital. Mwitikio wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kujifunza elimu ya ushauri nasihi inayotolewa na kitivo cha saikolojia umekuwa mkubwa kwa wanafunzi wa saikolojia ukilinganisha na vitivo vingine. Living Emmanuel anatujuza zaidi. Mwanafunzi wa kitivo cha saikolojia na mshauri wa wanafunzi Elia Kalinga amesema kuwa mwitikio wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa kwenda kujifunza elimu ya saikolojia inayotolewa na kitivo hicho umekuwa mdogo kulinganisha na vitivo vinavyofundishwa kutuoni hapo. Akizungumza na UoI Digital amesema kuwa mbali na wanafunzi wa kitivo cha saikolojia, vitivo vingine ambavyo vimebakia vimekuwa vitilimanani zaidi kuhusu elimu hiyo inayotolewa. Upo lakini sana, sana kwa ajili ya wengi, wanakuwepo watu ambao wanatokea wanasoma uh, uh, saikoloji. ya, lakini kwenye kozi nyingine mwitikio umekuwa hafifu, ni wachache sana ambao wanafika, ingawaja kuna baadhi ya ya, ya course ambazo wanakuja mara nyingi uta wanakuja wanakuja wanaletwa hapa kwa ajili ya kujifunza. Watu wengine kutoka sheria wanakuja kujifunza, lakini mwitikio wa mtu binafsi unakuwa ni nadra sana kwa sehemu uh, kadhaa. Pia ameongezea kuwa elimu hiyo inayotolewa ni kwa watu wote na sio tu wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa yetu tunatoa uh, tuna, tunahudumia watu wote, watu ambao wako ndani, kwa maana ni wanafunzi au hata watu ambao wako nje Fasiti ya saikolojia inatoa pia huduma hata kwa baadhi ya baadhi ya shule, inatoa huduma kwa baadhi ya soba house. Hiyo soba house hapa uh, Iringa inatoa uh, kwenye vituo vya watoto yatima na watu wengine wowote ambao anatamani kufika kwa ajili ya kupata nini, msaada wa kisaikolojia. Kwa hiyo sio tu kwa wanafunzi, lakini hata kwa watu wa nje na jamii inayotuzunguka kwa sababu hiyo ndio dhamira uh, kuu cool ya kuwepo kwa fasiliti hii hapa maabara yetu ya um, saikolojia na ushauri si, ushauri nafsi hapa Chuo Kikuu cha Iringa. Aidha, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, vitivyo tofauti na kitivo cha saikolojia, wameeleza namna ambavyo inawawia vigumu kunufaika na taaluma hiyo ya akili. Baadhi ya kozi nyingine hawatilii maanani kwenye hilo, hawatilii maanani kwenye mambo, yani kusomeo husiana na somo la afya ya akili kwa sababu kuna baadhi ya mitaala yao hai yaani ile somo alijaweka kwenye mitaala yao vitu ambavyo wanafundishwa ni vile ambavyo wanaweza kawa, wanafundisha vitu vidogo ambavyo vitawasaidia labda namna gani watahusiana na jamii, ila ni vichache sana kuliko na wale ambao wanasoma ile somo la psychology. Changamoto mimi nadhani kwamba baadhi ya mitaala yao kwamba ile somo hapo, naona kwa hapo ni swala la ukute, mfano labda tualizi mkozi wa psychology mnasoma mara moja, semester moja tu. Kwa mtu ataona, ah, kama semester iliyopita nimeachana nafsi. Unajua wanafunzi nini, tukishamaliza baadhi ya course huwezi hata kwenda kujitafutia mwenyewe kuendelea. Kwa hiyo ni hivyo, ni kuipa kipaumbele kitu kwa watu wa nani, nyingine course nyingine ambazo ni tofauti na psychology. Changamoto ya akili imekuwa ni moja sababu ambazo zinapelekea wananchi au mtu yoyote yule ambayo ni mwanadamu kufanya matendo ambayo muda mwingine amekuwa akijiuliza kwa nini afanya matendo kama haya. Lakini hapa Chuo Kikuu cha Iringa tumebarikiwa kupata fakti ambayo imekuwa ikitoa elimu kwa wanafunzi pamoja na nyanja kwa wanafunzi pamoja na wananchi ambao wako mtaani kuhusiana na elimu ya akili ili kuweza kujiendeleza vyema kiakili na hata kimwili. Nikiripoti kutoka hapa kwenye jengo la saikolojia Chuo Kikuu cha Iringa ni mimi mwanaripoti wako Divine Emmanuel. Taarifa yake ya Living Emmanuel inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Rashidi Athmani. Mkuu wa idara ya hisabati na tehama Chuo Kikuu cha Iringa Dr. Helbert Wanga ameeleza kuwa moja ya changamoto kubwa katika biashara za mtandaoni kwa njia ya kidigitali ni uelewa mdogo wa matumizi ya vifaa vya kielektroni, hali inayopelekea kuwa na mzunguko mdogo wa watumiaji wa mitandao katika kuagiza bidhaa. Wengine wanapata shida ya uelewa wa mambo ya ki tele, electronics, uh, uh, kwenye ujanja wa simu kidogo nakuwa ni shida, kwenye kompyuta nakuwa ni shida, kwa hiyo anakuwa haingii kwenye hiyo mtandao. Vilevile ameeleza kuwa moja ya sababu kubwa ni kuwepo kwa wafanyabiashara na wanunuzi wasio waaminifu ambao wamekuwa wakiwaibia watu kwenye biashara hizo za kidigitali. Kuna wengine wanafahamu lakini wanakuwa na mashaka sana um, mambo ya kisalama. Sababu kuna scammers wengi siku hizi. Mtu anaweza akasema anauza alafu kumbe bidhaa ukimtumia hela ameiba. Kwa hiyo unakuta hizo changamoto zinasababisha kuna watu wengine hawaingii kwenye kwenye biashara mtandao. Lakini tu ile kuwa na uhakika kwamba ni kitume langu iko salama? Mimi namtumia mtu ambaye zingine simfahamu. Na baadhi ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa wameeleza ya kuwa moja ya changamoto kubwa katika kufanya biashara kwa njia ya mtandao ni uwepo wa wafanyabiashara wasio waaminifu. Hii ndio hicho wamesema kwamba unaagiza labda kiatu namba fulani wanakuletea namba fulani. Nguo umeagiza namna hii wanakuletea namna hii. Kwa hiyo inavunja ile nani ya kuagiza vitu mtandaoni. Hata mimi mwenyewe siwezi kuwa na imani kwamba nikifanya watu wote wataniamini kama mimi ninavyokuwa na imani yangu kwamba wataniamini hivyo na hivyo. Vilevile uwepo wa wafanyabiashara ambao hawana kauli nzuri kwa wateja, hali inayopelekea wanunuzi huwa na imani ndogo kwa biashara za mtandaoni. Communication ya lugha mbaya, unakuta mtu umependa kitu labda, umeona kwenye duka lake la mtandaoni ameposti, sasa unategemea ukimuuliza ukamuuliza, hizo specification, kwa sababu hujui, umeona tu kwa picha. Sasa ile mtu umekiona kitu kwa picha, akio nataka kujua zaidi. Mwingine anakuwa yani kama mfanyabiashara biashara anakuwa so mvumilivu kumsikiliza mteja wake au kumpa zile details zaidi, umeona. kwa hiyo mtu mwingine akishaona tu hivyo, ah, bane vya nini? Kama mtu mwenyewe namuuliza mimi, niko willing kutaka kununua hicho kitu Alafu, anakujibu tu short, shortly, unaamua kuacha. Biashara mtandaoni bado imeonekana ni biashara ambayo ina wasiwasi mkubwa kwa watumiaji wa mitandao hiyo. Kama tulivyoweza kuwasikia baadhi ya mashuhuda, ni kwamba wamekuwa na wasiwasi kwa swala zima la utapeli, vile vile kuletewa bidhaa ambazo wao hawajaziagiza kwa kiasi kikubwa. Lakini pia imeongelewa lugha nzuri kutoka kwa wafanyabiashara, pia imekuwa ni kikozo kikubwa. Niki, nikiripoti kutoka viunga vya chuo kikuu cha Iringa, ni mimi Rashid Osman, UoI Digital. Asante sana Rashid Athmani, kwa habari za biashara na uchumi. Na sasa ni habari za kimataifa zinazoletwa kwako na Grace Matiku. Rais wa Jamhuri ya Watu wa China, Xi Jinping, ameanza mipango yake ya kuimarisha uhusiano wa kimataifa inayolenga kuimarisha uungwaji mkono kote kusini mashariki mwa Asia kukabiliana vita na vita vya kibiashara vinavyochochewa na Marekani. Rais aliwasili Vietnam katika kituo cha kwanza cha ziara yake ya kanda ambayo ni muhimu sana, na baadaye atasafiri kwenda Malaysia na Beijing, ambapo huko nao wamepandisha gharama za bidhaa kwani vita hiyo haina mshindi huku hao ya kijili. Pia bei za dhahabu zimepanda maradufu, kwa wafanyabiashara wakitafuta uwekezaji thabiti kutokana na kutokuwa na uhakika wa masoko. Kwa karne nyingi mataifa mengi yamekuwa yakihifadhi dhahabu kwa ajili ya kuimarisha hazina za mataifa hayo, na katika nyakati za mashaka wawekezaji hugeukia dhahabu kunusuru hali, hususa kipindi cha maporomoko ya bei za hisa na kushuka kwa bei za sarafu. Hicho ndicho kilichotokea mnamo mwaka 2008 wakati wa mgogoro wa kiuchumi na mwaka elfu mbili na ishirini, kipindi cha mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Katika siku za hivi karibuni bei ya dhahabu zimepanda kutokana na Rais Trump kuongeza ushuru, jambo lililoibua wasiwasi kwa wafanyabiashara wengi. Dhahabu hudhibiti bei wakati wa masoko ya hisa yanaposhuka, lakini sio kila mara na kama bidhaa nyingine yoyote ikiwa watu wanahitaji. Aidha, dhahabu haina riba, kwa hiyo wakati mwingine wawekezaji na wabidi kutumia akiba zao za benki, ikiwa ndio mbinu mbadala kukidhi hazina yao. Mji wa Goma ambapo mji wa Goma ulikuwa na mapigano makubwa, huku milio ya risasi na milipuko ikitikisa baadhi ya vitongoji ikiwemo Kishereru, Ndosho na Mkonga. Mapigano hayo yalihusisha waasi wa M23 wazalendo wakiungwa mkono na vikosi vya SADC, kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa M23, ambapo SADC na jeshi la taifa limekanusha na kusema vikosi vyake ni zaidi ya kilomita mia mbili kutoka katika mji wa Goma na hakuna shambulio lolote waliotekeleza. Taarifa iliyotolewa na M23 ilitungwa kwa maksudi na kwa nia ya kuhalalisha mauaji ya raia yaliyofanywa kila siku mjini Goma na kuwadanganya watu, pia kukizi hamu ya uhalifu. Ni mbinu yao ya kuchelewesha na kusambaratisha mchakato yote yenye amani. Na Umoja wa Afrika AU, umemteua Rais Feule Esdom, rais wa Jamhuri ya Togo kuwa mpatanishi mpya katika mchakato wa amani na kutatua mzozo inayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchezi huu umefanyika baada ya rais wa Angola alikuwa akiendesha mchakato huu na kutangaza kujiondoa. Lakini raia wengi wa DRC wanahisi mparanishi huyu hatafanikiwa kutokana na goma kuvamiwa upya na waasi wa M ishirini na tatu kwa kasi mpya. Shukrani sana Grace Matiku kwa habari za kimataifa. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka UoI Digital. Tukipata mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Yusufu Kirungu ni kusi, endelea kuwa nasi. ITFC yatamba kufanya vizuri kwenye mashindano ya vitivo yatakayoanza kutimua vumbi Aprili 18 mwaka huu katika viwanja vya Kigonzile, huku malengo yao makubwa yakiwa ni kufika hatua ya fainali na kutoa ubingwa huo kutokana na ubora wa kikosi chao. Waziri wa michezo wa IT ambaye pia ni mchezaji wa timu hiyo, Alifa Marisi, ameweka wazi malengo yao ya msimu huu, huku akiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri katika mashindano yao. Aa, kama kitivo malengo yetu ni kufika fainali na kuchukua kombe sababu mwaka jana tulikuwa tumeishia nusu fainali, lakini mwaka huu tunajipanga vizuri na naamini tutafanikiwa. Kwa hivyo huku akiwataka mashabiki wa timu hiyo kujitokeza kwa wingi uwanjani ili kuwapa hamasa wachezaji wao kubwa zaidi mimi naomba tu mashabiki zetu waendelee kutusupport kama ambavyo wanaendelea kutusupport kwenye mazoezi, waje watutie hamasa, sababu haya mashindano ni mashindano makubwa, na ukiangalia kozi zetu, kozi za watu wengine kidogo nazo zimetanuka kwa watu. Kwa hiyo kubwa zaidi, naomba tu mashabiki zetu waje kwa kupambana, kuja kutushabikia hivi, wachezaji wao watoto waangusha na amini na wazo wa timu hiyo. Sweetbet Chua ameelezea hali ya kikosi chao, huku akiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye mashindano hayo tofauti tu ni spirit imeongezeka kwa wachezaji kwa kutaka mchezo kwa kutaka kufika ushindi hadi kufika fainali na diploma. So, kwa sababu timu yetu ni vijana vijanai mpaka diploma, spirit ya kupambana na kupambana. Tukawaambia mashabiki ni kwamba hatutawaangusha, tutafanya vyema kadi ya inavyowezekana ili tuweze kufika malengo. Joseph Timos mchezaji wa timu hiyo ameelezea ugumu wa kundi lao huku akiwa hasa wachezaji wenzake wawe na ushirikiano wa ili waweze kufikia malengo yao. Kuhusiana na michezo kama <laughs> IT kwa upande wake mchezaji wa timu hiyo Katolela Isaka ameelezea utayari wao kama wachezaji, pamoja na maandalizi ya kikosi chao na morali iliyopo ndani ya timu hiyo, huku pia akiwataka mashabiki wao wajitokeze kwa wingi uwanjani, ili kuwapa hamasa wachezaji wao na waweze kufanya vizuri katika mashindano hayo. Maandalizi yapo vizuri, wachezaji tumejiandaa vizuri, makocha wanatupatia mafunzo mazuri kuelekea katika mashindano yetu hapo. Naam, mchezo wa ya ligi ya hisani iliyokutanisha timu ya Radio FC zidi ya timu ya Gazete FC. Timu timu ya Gazeti ikiwa na alama 4. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya Kigonzile ni mimi Yusuf Kirungu wa UI Digital. Shukrani sana Yusuf Kirungu kwa taarifa hiyo ya michezo na burudani. Mtazamaji, wa UI Digital kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo kutoka kwake Sila Kombe. Mtazamaji hmm, wa UoI Digital tunaendelea kujifunza lugha yetu ya Kiswahili kupitia misamiati na msamiati wa leo ni lavya. Twende tukajifunze, tuone nini maana ya msamiati lavia. Nimekuja niko na msamiati lavya. Ukikutana na hili neno lavya, unaelewa nini au ni msamiati mgumu sana lavya? Kwa hiyo uelewi chochote kabisa? Yaani ukikutana na mtu anakuambia lavya, mtu fulani kafanya lavya. Hamna kabisa, hata ufahamu ufahamu kidogo? Sijafahamu bado, nahisi msamiati ambayo ni mchanga asasawa sawa. E hey, kaka mkubwa hapo unaelewa nini juu ya hili neno lavya? Kwangu neno lavya naelewa kama mtu alifanya alifanya kitu kibaya, yaani, we ukisikia lavya unaona kama ni kitu ambacho ni kibaya au mtu kafanya kitu kibaya? Kama mtu alifanya kibaya au alifanya kosa. Sawa na shukuru kwa ushirikiano huu na angalau mnaonyesha uelewa wa lugha ya Kiswahili, lakini msamiati huu lavya ningependa niwape maana halisi sasa ya hili neno lavya. Lavya maana yake ni kuweka siri za mtu wazi, yaani kufichua mambo yaliyokuwa yamefichwa. Kukutana na wewe. Hey, leo eh bwana, leo nimekuja na challenge kidogo juu ya lugha ya Kiswahili, na leo nimekuja tu na neno ambalo ni lavya. Natamani uniambie unaelewa nini juu ya msamiati huu ambao ni lavya, msamiati wa lavya. Ah, sielewi chochote, labda unieleze kidogo tu hapo ndo nitaelewa. Au aujai labda ushoe kukutana nao, lakini uelewi ni nini. Kwa hiyo wewe, ikitokea mtu kukwambia we, we lavya, wewe lavya mkubwa, uelewi chochote? Ah, yani sielewi chochote kwa kweli <laughs> kweli Dada mrembo hapo vipi, ushaikutana na msamiati lavya? Sijawahi kutana nao. Kweli kabisa bwana, nimekutana na warembo hapa, wenyewe wanasema hawajai kukutana na msamiati lavya. Na lavya ni maneno ya Kiswahili kabisa, tena Kiswahili sanifu bwana. Ni jaribu kuwaelesha kidogo, neno lavya lina maana ya kuweka wazi mambo ya mtu ni kufutua siri za mtu. Na zani watakuwa wamenielewa kidogo, atakuwa na uelewa mrembo, utakuwa umeelewa. Ukikutana sasa na mtu anakuambia love ya mkubwa, wewe utakuwa umeelewa. Nimeelewa, shukrani mrembo, utakuwa umepata maana sahihi ya neno love ya. Shukrani sana, amina, asante sana, mfanya vyema Mtazamaji, lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tumefikia tamati ya kipengele chetu cha msamiati na tumejionea baadhi ya wanafunzi wao wakisema hawajawahi kukutana na hili neno rahasha. Hata mtazamaji, pia inawezekana hujawahi kusikia neno ravya. Sasa nisikuchoshe, ni kupe maana harisi ya msamiati lavya. Lavya maana yake ni kuweka mambo, ni kuweka wazi siri za mtu Kabla sijamaliza, ningependa ni kukuacha na sentensi inayosema lavya husababisha migongano baina ya mtu na mtu uidikto tulonge kidiktari langu jina silia pombe nami na kuacha na, na sentensi inayosema Aminata ni binti anayependa lavya kila mara, na hii ndio maana halisi ya msamiati lavya. Tazamaji wa UoI Digital, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa nambo majaliwa. Ulikuwa nami Angel Msele, ni kutakia usiku mwema. Asante na kwa heri.